Mpango huu ni mzuri na umelenga kusogeza huduma za kibingwa karibu na wananchi, na e, hizi huduma wamekuwa wakizipata mbali, mfano e, kutokea Ilemela, hospitali kubwa zilizo karibu ni pamoja na Siketule na Bugando India, lakini si wote wanaweza kufika hapo Siketule na hata Bugando, kwa sababu pengine ya foreni. Lakini TAMISEMI kwa kushirikiana na Wizara ya Afya imeona ni vyema kufanya huduma mkoba kuwasogezea wananchi huduma za kibingwa karibu na sisi. Hapa Ilemela tumefikiwa na hiyo huduma muhimu, lengo kuweza kuwasogelea au kuwasogezea huduma hizo za kibingwa wananchi, ili waweze kuzipata kwa ukaribu na pasipo pengine kuchelewa au pengine eh, changamoto za foreni kama ambavyo pengine amekuwa akikutana nazo wanapoenda hospitali hizi kubwa. Huo ujio wa madaktari bingwa ambapo unatarajiwa kuwa Ilemela, wilaya ya mm -hmm. Ilemela ni wanafanyiwa vipimo au siku hiyo watapatiwa kabisa na matibabu ukiachana na vipimo? Asante e, ni huduma zote, yaani mgonjwa akifika atakuwa na nafasi ya kumwona daktari bingwa moja kwa moja na kisha ataelekezwa kulingana na changamoto yake, kwanayo, na changamoto yake atakayokuwa nayo na aina ya vipimo atakavyoelekezwa lakini huduma zote atazipata siku hiyo hiyo, na kama ni wa upasuaji atasa atapangiwa upasuaji kama ni siku hiyo hiyo, au pengine ni kesho yake, lakini huduma zote zipo na vipimo vyote vipo. Na huduma hizo ambazo zitatolewa zinatolewa wapi? Kwa hapa Ilemela tunafahamu Ilemela ni kubwa. Asante, huduma zitatolewa katika hospitali ya wilaya ya Ilemela na iko kata ya Kabusungu eh, kata ya Sangabuye mtaa wa Kabsungu, ingawa iko karibu sana na mtaa wa Isanzu na imejulikana zaidi kama iko mtaa wa Isanzu eee, kwa, kwa wanao wa wanaofahamu maeneo ya Buswelu, ni mbele kidogo ya Halmashauri utapita, kuna mtaa unaitwa Kahama then ilalila na mwisho utafikia huo mtaa wa Isanzu na hospitali tayari utakuwa umeshaiona. okay, huu ujio wa madaktari bingwa wanatarajia kufika lini ili wananchi waweze kufahamu na lini wananchi wanapaswa kuanza kufika katika hospitali hiyo ya Ilemela. Asante sana ndugu mtangazaji. Hawa wa madaktari bingwa tunawatarajia kufika tarehe uh, kumi na sita Jumatatu, na watakaa kwa muda wa siku sita mpaka Jumamosi ya tarehe ishirini na moja. Lakini kabla ya ujio wa madaktari bingwa hawa mama Samia, ndiyo? kutakuwa na ugeni au ujio wa madaktari bingwa wawili kutoka hospitali ya Kanda Bugando. Mm-hmm. Kuna daktari bingwa watoto na daktari bingwa wa magonjwa ya ndani. Kwa ndia hiyo, wananchi wana e, wana nafasi kabisa ya kuweza kusogea mapema kabla hata hiyo wiki ya tarehe 16 hadi 21. Okay. Naamini ya kwamba msikilizaji umesikia, na hii ni fursa tu. Hata kama upo wilaya ya Nyamagana, si ndio? Ni kweli kabisa e, hata kama upo wilaya ya Nyamagana upo sijui wilaya gani, lakini uh, kama una uwezo wa kufika, basi fika katika hospitali hiyo ya Ilemela ambayo itakusaidia wewe kuweza kuonana tarehe kumi na sita ambayo itakusaidia wewe kuonana na madaktari bingwa ambao huenda ulikuwa unawatafuta kwa muda mrefu kutokana na ule uhitaji lakini pia kuwapata kwao inakuwa si ni rahisi sana kwa sababu ya majukumu mengi yanakuwa. Sasa ni madaktari gani bingwa uh, hao ni madaktari bingwa wa fani zipi ambao watakuwepo katika awamu hii ya tatu ya kambi ya madaktari bingwa? Asante sana. Tunatarajia madaktari bingwa sita takuwepo, daktari bingwa magonjwa ya kina mama na ukunga, yani obstetric na gynecologist lakini kuna daktari bingwa wa watoto na watoto wachanga. Mm -hmm. Lakini kuna daktari bingwa wa upasuaji na pengine anaweza akawa uh, na upasuaji na utaalamu wa upasuaji wa mfumo wa mkojo pia. Mm -hmm. Lakini kuna daktari bingwa wa usingizi na ganzi. Mm -hmm. Kwa ajili ya kusaidia kwenye hilo zoezi la upasuaji. Mm -hmm. Na kuna daktari bingwa wa magonjwa ya ndani yani physician, lakini pia atakuwepo daktari bingwa wa kinywa na meno na ataongezeka na muuguzi mbobezi kwa ajili ya uh, kuratibu na kusaidia uh, wataalamu wa uh, upande wa uguzi, lakini pia itategemea na ratiba itakavyokuwa. Pengine tunaweza tukapata na daktari bingwa wa pua, koo na masikio, yani ENT maana mm. kwa hapa mjini eh, anaweza akawa Nyamagana au akawa hapa eh, Ilemela kwa hiyo kuna hiyo pengine tuwe tu tayari kwa Ujio huo sawa. Tumeshuhudia mikoa mengine baadhi ambayo tayari walishafikiwa na huduma hizi za madaktari bingwa. ya Ilemela kwa hapa Mwanza, Ilemela ni ya kwanza, kama sikosei, ndio mmeona mm -hmm, nini hasa mpaka madaktari bingwa wanakuja kwenye wilaya ya Ilemela? Asante <laughs> sana, sana ndugu mtangazaji, labda tu cha kuongezea hapo, hii ni kampeni ya kitaifa, ndio imepanga kuzifikia hospitali zote za halmashauri mm -hmm. nchini Mm. mia moja themanini na kitu ndio kwa, kwa hapa Mwanza kuna Ilemela kuna Nyamagana, kwa upande wa Nyamagana na hospitali zingine zote za wilaya